Nam msikilizaji na yule ambaye anatutazama wakati huu, karibu kwenye mazungumzo yetu kuhusu jinsi ya kupunguza upotevu wa chakula wakati wa sikukuu. Wakati huu wa furaha, mara nyingi tunapika au kuagiza chakula kingi, na sehemu kubwa huishia wakati mwingine kupotea. E, leo tupo na wageni kama ilivyo taratibu, mara nyingi wanakuwa wawili, naye Idrisa Ambazu Mutima ambaye anamiliki mgahawa maarufu Mjini Bujumbura huko Burundi. Mgawa wake kule, watu wa Bujumbura bila shaka wanaojua unanisikia. Bila shaka Idrisa eh, nakufuata vizuri sana ndugu, karibu. Na tuna Rosi Bokle, mama huyu mpishi wa familia yake nyumbani huko Mombasa, Kenya. Rosi, karibu. Asante, imekaribia. Uh, bila shaka wote mko tayari kwa sikukuu. Kipindi hiki kumetulia, hali ikoje? Nikianza na rosi eh, mombasa hapo Shambra shambra, -shambra kimuhemuhe kimekwisha anza, shambra shambra zimeanza. mm -hmm. na mipango tushapanga, sasa twasubiri tu siku ifike tuanze ku maandalizi ya kuandaa haya. Eh, Idrisa, umemsikia Rosi hapo, msimu wa sikukuu huleta wateja wengi, na anza na wewe eh, tukianza moja kwa moja, changamoto gani kubwa ambazo unakutana nazo kuhusu upotevu wa chakula kwenye mgahawa wako wewe binafsi? Uh, mimi naweza nikasema ya kwamba uh, changamoto zipo nyingi kwa sababu, unakuta kuna mteja anakuja na familia ya watoto watatu wa nne, kwa mfano, alafu unakuta anaagiza chakula kingi ambacho hawezi hata kumaliza. Unakuta kile chakula sisi hatuwezi tukimwambia hata tukimwandalia, and, uh, nacho anakataa, nimeshiba zangu so kile chakula kina, lazima kimwagwe, na kwa sababu chakula macho mtu ameacha mona, unakuta sasa kwenye kuna sehemu yetu ya kuweka uchafu kunakuwa na chakula kingi ambazo zikibaki e, lakini pia sehemu kubwa sana mwuto mwuto, nakuta nanazo, nakuta, kukuku, a, wengi, ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Unakuta hususan kwenye hizi siku sikukuu tunapata wateja wengi, sehemu ya kukaa inakuwa shamba shamba nyingi. Najua kuna watu ambao watoki out lakini siku hiyo lazima watoke out na familia zao. Tunakuta kuna watu wengi tu ambao wana pengine tabia tofauti tofauti. Kuna wengine wanakuwa wapole, kuna wengine wanakuwa wakali, wanakaripia wafanya kazi mm, hivo tu yani. Idrisa, ni siku za neema, wateja wanapokuwa wengi, basi unafanya biashara kwa kiasi kikubwa au kwa kiwango kikubwa. Rosi, nyumbani hali ikoje? Unapozungumzia menyu ya sikukuu kwa familia unapopanga mwenyewe, unazingatia vipi idadi ya watu ili kuepuka kupita kupika kupita kiasi? E, mimi huwa na mwaliko. Nikiwa na mwaliko, najua wifi yangu wanakuja watu wangapi, ikiwa ni watoto wangu wakuja na wake zao. Sasa mimi huwa najipangia hapo, nikijua hichi chakula changu cha watu kumi na, me, na, na pima kiasi kwa sababu huwa kuna vitafunio in between hapo katikati, kabla chakula cha mchana bado sasa kitambo, nimalize kupika chakula changu, na sana sana huwa ni main course, ni moja mm. kio nitapika biriani yangu, inakuwa ni biriani hiyo ndio main course ya lunch. Sasa tukila tikiwa kita, tuzidi nguvu, basi huwa kuna majirani, huwa napakulia na pale kwenye visahani visahani vibakuli vile nawapea jirani zangu. Hata mimi huwa sina gharama ya kua wewe utoe mwaliko unatoa, una, una, una mwaliko kama jirani hujemwalika, alafu unaenda kumpelekea mabaki ya chakula, sawa sawa. Hii sio ku, ku, ku, mabaki. mm. si mabaki, unajua huku sisi tuko mashambani mm. Sasa kila mtu ana shughuli kwake nyumbani waona na kadri ya itikadi za zamani ilikuwa nikipika biriani na mi napelekea jirani kisahani, jirani mm, na naye anatoa kisahani ananiletea. Sasa mimi nikiwa chakula kimebaki, hakitabaki vile maanake najua nishakadiria kwamba tukile tumemaliza, ni ngumu sana kibaki. Laiti kama kikibaki, naweza kukiweka nikakitumia tena kesho asubuhi ama kiwa ni chakula kimepika kingi na watu hawakuja wengi, kitambo nipakue nijue, hichi ki kitatuzidi kita, kita, kita, kita, kita nguvu zaidi. Kuna watu ambao hawajiwezi wengi, sio a ni mabakisi mabaki, mabaki, niilenna pakua kwenye sufuria yangu, najua jirani yangu fulani pale uko hivi fulani yangu iko hivi, basi natuma mtu mpelekee jirani. Ah, bila shaka. Idrissa, hebu tuangalie suluhisho, ni mbinu gani au unazozitumia kuhakikisha kwamba chakula Uh, kinachobaki kinatumika tena bila kuathiri ubora na usalama wake. Mfanya biashara wewe. Yes, kwanza sisi kwanza huwa kwa sababu mwaka jana tulipata hasara kutokana na jinsi tuliandaa vitu vingi, alafu watu hawakutokea kwa jinsi ambavyo tukuwa tulitarajia. Tukasema kwa sasa hivi mbinu ambayo tunakuja kutumia, tunatumia kitu kinaitwa oda. Yani una oda online, unasema mimi nahitaji na chakula kikosa, chakula watu fulani kama watano wa sita huku tunakuwa tunajua chakula chakula watu watano wa sita ni chakula cha aina hii na kina kitawafaa hivi na watashiba. So cha kwanza, mbinu ya kwanza mi natumia order za online, waga napika chakula kulingana na order ambazo nimepokea ni kwa siku hiyo. Kitu cha pili waga na, na, na, nafanya yani stock, kuna kama kama kuku hizi nyama ni vitu ambavyo unaweka kwenye friji vipo mle, lakini hivi ambavyo najua vitakuja kuharibika, kutokana na afya ya kulinda afya ya wateja wetu waga napika kutokana na oda ambazo zitakuwepo online kwa siku hiyo. Kama siku za sikukuu, unajua kila mtu anapika nyumbani kwake, ili ili uje kwenye mgahawa wangu kwa huduma maarufu sana, ambao watu wengi wanaitumia hapa Burundi hususan kwenye mgahawa wangu maarufu nikisimia nah. kwa nikisimia ye, tunafanya kwa oda, tunafanya oda, lakini kwa hivi vingine ambavyo tunafanya pale si kwa oda, kwa sababu hivyo vingine hata vinaweza kukata wiki haviharibiki, kwa sababu ni vitu ambavyo vinakuwepo pale. Kwa walisiofahamu kisinia kinakuwa na nini ndani? Kisinia vinatofautiana, kuna chakula watu wawili, kuna chakula watu watano, kuna kula watu kumi. A, vitu ambavyo wateja wangu, kwa sababu mfanyabiashara huwezi kufanya ambavyo we unavyotaka wewe, unafanya kulingana na wateja ambavyo wanataka, ili uweze kuwasukuma waje kwa wingi nimekuja kugundua kwamba Burundi, sehemu ambako wanafanya restaurant watu wengine waga wanajaza mapochopocho. Mimi waga najaza wali, wali unakoa mwingi wateja wangu ili waje washibe kwenye kisinia changu. Mara nyingi tunaweka kuku chipsi, wali mwingi kachumbari, umeona, alafu kunakuwa na juisi za kunywa juisi za kila aina. Lakini pia mwaka elfu mbili na ishirini na sita waga sa kisinia ambacho East Africa ile, unakuta kuna chapati, kuna nini, vyote tutaviweka mchanganyiko kwa sababu Warundia, Warundi, Warundi hawazoea hayo mambo. Warundi wanazoea ale wali mwingi, ale na kuku mzima, ale za kutosha. <laughs> Basi tushaanza kutangaza biashara hapo. Sasa tutakuletea nani bili sasa. Rosi, umemsikia Idrisa ana, anazungumzia kuhifadhi. Wewe umezungumza kupeleka chakula kwa majirani, wakati mwingine mnatumia siku ya pili kwa kula kuna njia nyingine za kuhifadhi chakula, mmepika kimekuwa kingi nyumbani kwa upande wako? um, kwa upande wangu mimi kuhifadhi ni hiyo kwamba kama niko na friji nitakiweka kwa friji vizuri, ikiwa sasa chakula kiasi ambacho kesho tunaweza kukitumia tena mm. hiyo ndio huwa tunafanya. Idrisa, Idrisa umezungumzia pia uhifadhi lakini unashirikiana na mashirika ya misaada au programu za kugawa chakula ili kupunguza upotevu wa chakula hicho. Maanake ndio wakati mzuri huu, nyinyi mnakula, mnakuwa vyakula vingi, mnapika pale, vingine vinapotea, wako na wanaokosa nafasi ya kula vizuri mm -hmm. Mimi huwa nashirikiana na diaspora ambao wapo nje ya nchi uwaga, uh, wanatua wana, wana, wana, tunaandaaga tuna, tuna kitu programu ya kulisha watoto wa yatima au wa watoto wa barabarani kwa sababu wamekuwa wengi sana, lakini pia kuna vituo ambavyo tunafanya navyo kazi, vituo vya watoto wa yatima mm. Kuna kuna siku maalumu watu nawakusanya watoto kama arobaini tunawapikia chakula chao spesho kwa ajili yao, na hii pia ni ni njia mbadala ya kuweza ku Uh, kusolve kile chakula ambacho kinaweza kuharibika mm. Rozi, watoto wako, unajua, ni mzuri pia kuwalea watoto katika hali ya kujua thamani ya chakula uh, vipi katika kupunguza upotevu wa chakula unawatunza, unawa vipi, unawapa elimu gani katika hili? Mimi huwa nawaeleza kwamba sisi tukipata, kuna mwengine hajapata bado mm. Kwa hivyo tunakuwa na umakini wa kupima chakula kile ambacho tutakula tushibe kitakachozidi huwa ni israfu. Sasa tusiharibu chakula kwa kuwa kiko ndo, tupike tule tushibe, kibakie tumwagie kuku. Aha. tule tukijua kuna mwingine kando hajapata mm. Sasa hiyo ndo huwa nawaambia. Sasa kile kidogo, hata kama nchangu kitakuwa kidogo, hakija kutosha sisi, lakini wao tunashukuru. Idrisa kwa tupike kingi Idrisa, kwa, kwa maoni yako, wateja wana mchango gani katika kupunguza upotevu wa chakula na pengine unawashauri nini? muda wetu unayoyoma, una kwa maneno mafupi tu ya ndio. Ndio, wateja wana uh, nafasi kubwa sana kwa mfano kwenye hizi siku za sherehe za sikukuu uh, hii ya kupika nyumbani unakuta mtu hajui idadi ambayo watu ambao watakuja. Uh, mama hapo alisema kwamba kuna ambao wanakuwa wamepewa mwaliko ili waje kula, unakuta sasa wale ambao wamealikwa wamealikwa na wengine sasa mimi sasa, kivyangu upande wangu, sisi kwenye mgahawa, si tuna unatuletea ni listi ya chakula ya watu ambao watakuja kule yani kwenye ile list. Kama chakula ambacho tutakapotoa hapa hakijawatosha haki tuna mm, utaratibu ambao tunafanya tunawapatia vifungashio vi wanaweza kuchukua kile chakula mm, ili wakifika nyumbani pengine kuna mtu ambaye hakuweza kujumuika nayo, ili na aweze kupata kile ili tuepuke kuharibu chakula, kukimwaga. Jambo zuri hilo Ro, Rosi Bokle, kwa uzoefu wako pia na wewe pia, eh, ni mpishi wa muda mrefu na unaonekana unapenda, kupika mapishi gani rahisi yanayosaidia uh, kutumia mabaki ya chakula bila kupoteza chakula hicho? Yani ukishapika unajua hiki kitaliwa leo, kesho na kesho kutwa, kwa dokezo tu. Sana sana ni mchele, nyama kavu atupiki mchuzi mchuzi, mchuzi unaharibika haraka. Sasa vitu vikavo vikavo kama mchele wako ukiwa umepika vizuri na nyama zako umezikausha vizuri, hizo zinakata siku mbili siku tatu, lakini mchele siku moja siku ya pili inabidi umalize nao. Nipe menyu yako sasa, leo tarehe tunahesabu siku kwenda siku ya Christmas, nipe menyu yako ya Christmas hii, wajue nyumba ile majirani wajue kuna liwa hiki autuwatatoa Nianzie breakfast ama ni nianzie lunch? Anza chochote unachoona kitazua, kitaamsha ari, kwa kifupi tu. Haya, sasa, mimi breakfast yangu ni chai yangu ya maziwa, naikia na iliki na dalasini, naipika vizuri mm -hmm. Alafu huwa natengeza mkate wangu wa sinia, nake huwa ni vitu vya tunu sasa mm -hmm. Mkate wangu wa sinia nauchoma kabla, kesho yake sikukuu natengeza na viazi vyangu vya karai na mahamri, natumia nazi ah, Inatosha, inatosha Rosi. Uh, uh, uh, tuna, tuna mwenzetu hapa studio Najat amekuwa akifuatilia na anaangalia katika mtandao ya kijamii. Tumpe naye nusu dakika, anawasikiliza nyote nyinyi. Asante Sudi. Uh, Isaya Sambo anasema uh, chakula kinapikwa mwingi kwi kingi kwa sababu ya kutembelewa na wageni ambao hujawaalika kama vile ambavyo ilivyo harusini na hivyo wakati mwingine kusababisha upotevu wa chakula. Hamisi Nyonyo Mnyausi anasema akiwa mwanyadumu anasema, kwa upande wangu tumechukua hesabu ya watu walioalikwa tu kuja kula chakula, lakini mimi nina swali kwa Idrisa Sudi. Mm -hmm. Um, chakula kile ambacho kinabaki ambacho wateja wamekula, watu wengine hawawezi kula, wao wanakitupa wapi na wanasaidiaje hicho chakula kwenda katika mabaki ya kusaidia um, usindikaji wa mbolea kwa jibu fupi tu kama linafanyika hilo, Idris, karibu. Uh, kwa upande wetu sisi huwa tume tume kustu, yani tumewasiliana na wale ambao wafugaji wanafuga nguruwe, wanafuga vitu vingine, yale mabaki achakule, li, ya chakula ili yasije kuharibia, huwa tuna wahifadhia kwenye kitu kimoja, alafu kesho asubuhi wa wao wanakuja wanavichukua wanavipeleka ili ziweze kusaidia n nam msikilizaji na unanitazama ni wageni wangu ao Idrisa Mbasumutima ambaye ni amiliki mgawa maarufu mjini Bujumbura, Burundi tujuze juis na mama Rosi Bokle akiwa Mombasa, Kenya. Wote kwa pamoja, muda waturuhusu, ni washukuru kwa kushiriki mazungumzo haya. shukranshukran eh? piauafurahi sana shukran, shukran pia.